Hii hapa ni Bongo mia tatu sitini na tano na leo hii hapa nakwenda kuzungumza na nyinyi hapo uh, Watanzania uh, wasanii in general uh, wadau wa, wa music industry na watu wa sanaa kwa pamoja. Unajua kuna jambo ambalo nimeliona ni kwa uh, muda mrefu sana, kumekuwa na hii trend fulani hivi ya wananchi wa uh, kuwakataa uh, au tuseme kuwasapoti wasanii Eh, sasa hii imetokea ghafla sana na eh, ni kwa kipindi hiki ambacho kumekuwa na uh, uchaguzi wa, wa, wa, wa, wa bunge na rais wa, wa nchi. Sasa nimejiuliza maswali mengi sana, yani inakuwaje, yani uh, kwa sababu gani uh, baada ya uh, uchaguzi kuisha uh, wananchi moja kwa moja wanaamua kuwakataa wasanii wao na kutowasapoti na, hali kama hii mara nyingi hatuioni kwenye nchi zingine, especially Afrika hata Ulaya. Sasa kwetu sisi hapa imekuwa ni jambo geni. E, jibu ni moja ukiniuliza mimi, hapa ishu ni kwamba wananchi wameamua kufanya hivyo kwa sababu wamejirudhisha kwamba wasanii hawasapoti yaani, wasanii hawapo hawa upande wao. E, na ukiangalia kiukweli, ipo hivyo inaonekana kwamba Uh, wasanii wamekuwa uh, upande wa vyama uh, vya siasa eh, kusapoti serikali eh, lakini pale ambapo wananchi wanakuwa na changamoto changamoto zao changamoto zao ambazo, ambazo wanapaswa kupata wawakilishi wao ambao ni wasanii wao pamoja na wabunge eh, na viongozi wao ambao wamewachagua sasa. Wasanii kwa nini? Wasanii, wasanii nadhani wanalaumiwa kwa sababu eh, wao ndio kio cha jamii unajua. Uh, kwa muda mrefu sana sanaa ya mziki especially hip-hop, na miziki mingine inafanana hiyo, hata ule alikuwa anafanya Remmy Ongala the same, ilikuwa imekuwa ni sehemu ya mapinduzi harakati, eh, mfano mzuri mziki wa hip hop. Sasa wananchi wanatambua kwamba wasanii uh, wana sauti, wana uwezo wa kupaza sauti kuwafikia uh, watawala na la viongozi, lakini uh, mara nyingi walikuwa hawafanyi hivyo na hawafanyi na hivyo kwa sababu mbalimbali, lakini hilo Uh, wananchi sio shida yao, hawafanyi hivyo kwa sababu uh, unaweza kukuta msanii ana sababu zake, labda anafanya show kwa sababu amelipwa, yeye kwake ni kazi, lakini ukija kufuatilia unagundua kwamba mwananchi anataka msanii amsave yeye. Unaona shida na kwanza hapo, na wakati yeye hampi pesa ya moja kwa moja kuweza kuendesha maisha yake. Sasa so, jambo kama hili ukiangalia, ndio linaleta mkinzano. Msanii anaangalia namna gani anaweza kupata kipato kupitia mziki wake au ya sanaa yake au ya muvi yake. Lakini mwananchi uh, yeye anachokiangalia, anaangalia msanii anamsaidiaje kumfikishia kumpazia sauti. Sasa shida ipo kwa sababu ukiangalia sehemu kubwa sana kibongobongo, msanii hafaidiki na um, kazi zake za mziki kwa sababu wasanii wengi sana uh, labda sasa hivi dunia sasa sasa hivi ambayo tunawekea n ambapo tunaweza tukaona wasanii wameweza kujiunga na streaming sites hizi hapa za ku stream muziki, wanauza muziki yao uh, na show kidogo, ambazo kimsingi kibongobongo show huwezi kusema kama ndio kifanye, uh, ndio sehemu kubwa ya kuingiza kipato, kwa sababu hata hizo show pia wanazoingiza wanaingiza shilingi ngapi? Yeah, show anazofanya wanaingiza shilingi ngapi kwa sababu show kingine kikubwa ambacho msanii anaweza kufanya uh, ku, ku, ku kuchaji ni labda elfu kumi imezidi sana elfu eh, ishirini labda na hiyo ni kwa msanii mkongwe mkubwa kama wakina jibe hawa eh, wale ambao wana heshima zao wasanii ambao tayari wameshafanya vizuri miaka mingi anaweza akaitisha hawa kina Diamond akina Harmonize eh, ambao wana nguvu tayari wana crowd lakini kwa wasanii wengi wa katikati hawa kila kutawa siyo nani yao katikati e, Rich Mavoko ni ngumu kuitisha show e, na kupata fedha nyingi kwa ajili ya kusapoti maisha yao. Hivyo basi nawaelewa akuta msanii sasa ina, ina mlazimu kujihusisha moja kwa moja na masuala ya siasa kama sehemu yake ya kazi ili kupata kitu chochote, na e, niwaambie tu watu kwamba iko hivyo dunia ya nzima n yaani wasanii tumeshaona hata Ulaya Marekani uikatioa e, kina, ni kinaji Yeah, wapo kwenye hizi kampeni za kina Trump wakina Cardi B wa kina eh, Kanye West amefanya sana eh, kampeni za wanasiasa za, kwa hiyo ni kitu ambacho kipo, sema etusi ki, kibongobongo ndio kinaleta changamoto na kuto kuelewana na nashaapa na pale na vitu kama hivyo. Sasa uh, upande mwingine sasa mimi nimeelewa kwa sababu hizo ya kuangalia kipato, lakini anakuja wana kuwatetea wananchi sasa eh? kwa sababu get uh, uh, naliona la wasanii kufanya kazi yao na kuwapetea wananchi au kuwasemea, kwa sababu kama tunamfahamu wote ya muziki, sanaa ilikuwa ni sehemu ya, ya, ya mapambano kwa miaka mingi sana. Tunakumbuka Dr. Remmy Ongala alikuwa na nyimbo nyingi sana ambazo aliandika na kutunga ambazo zilikuwa zinawakosoa viongozi wala rushwa viongozi ambao wanatumia amba madaraka yao vibaya, lakini hivyo, hivyo hata kwenye hip hop uh, hata pia kwenye taarab. Mziki ya taarab imekuwa ikifundisha maadi uh, michache pia sio taarab. Kwenye mziki huu tunaoongelea hapa, sanaa hii ina, ina mazuri yake na mabaya yake yani, ina mambo mazuri imefanya, lakini pia imeweza kubomoa. Sasa hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba sanaa ikitumika vizuri inaweza kuleta impact naik, nzuri na a vibaya. Kwa hiyo sanaa si kitu cha kupuuzia, io kuigiza au kwenye music industry, ni kitu ambacho kina nguvu kina kina nafasi e, na, na kikitumika vizuri kinaweza kuleta changes, e, kwenye politics yani siasa za nchi e, masuala e, ya kijamii na masuala mengine mengi hata ya kiuchumi. Sasa uh, hicho ndio kitu ambacho wanakiona wananchi ambacho wa wasanii wenyewe hawakioni wanachukulia poa, na ndio hapo sasa tunapoanza kuwa na ugomvi kati ya wananchi na wasanii. Cha ajabu ambacho kinashangaza sana sasa ni pale ambapo baada ya mambo yote ya uchaguzi na nini, wasanii walipokuja na ku, wasanii wamekuja, sio wote, wachache, nimesikia wakitamka maneno, baadhi ya kauli kwamba sio ishu. Mtu mmoja nimemsikia anasema anauliza ni waombe wa, uh, wananchi msamaha. Kwa nini mimi, ukiniuliza eza waombe msamaha au wasiombe msamaha, mimi nitasema wanapaswa waombe msamaha kama alivyofanya uh, King Kiba alifanya Ali Kiba, ni waombe msamaha, kwa sababu uh, kama wasanii wangecheza pati yao vizuri, wangecheza patiao, eh, wangecheza patiao vizuri kwenye swala la E, kubalance mambo. Unajua politics ina mambo mengi sana e. Sasa wasanii wao wangeweza tu wasitetee moja kwa moja, kwa sababu sio wanataka kazi e, wanataka shows ambazo zinatolewa na vyama vya siasa na serikali. Wao wasinge wasingeegemea upande mmoja, wangefanya kazi yao, lakini huku wakisema ukweli na kuzungumza, sio kwa ubaya. Kuna namna ya kuzungumza tu kwa kushauri, kwa sababu uh, hata tumeona kuna taasisi zingine zimekuwa ni party movement eh, lakini hazijaathirika hazi au kutengeneza ubaya na wananchi. Taasisi hizo ni kama labda mawakili wa sheria, wamekuwa wakifanya kazi na serikali, kukosoa serikali, lakini na wananchi na kuwakosoa wananchi. Ni sema unaona, hata wafanya biashara pia kuna mambo yao mengi hayajakwenda sawa sawa, lakini pia wamekuwa wana, wana wanakaa wanazungumza na serikali, wanaangalia wanafanyaje, hawa besi mmoja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mi nadhani wasanii wanapaswa kuomba radhi, kuniuliza mimi wanabidi uh, waombe radhi na ni mgwana kufanya hivyo. Uh, kujikwaa inatokea. Uh, lakini kama wakijirudi wakiwaomba radhi wananchi wananchi watawaelewa, wata na wakiwaelewa, wananchi nao pia watajifunza namna ya ku support uh, muziki, muziki yao, kwa sababu uh, mwingine wasanii nao pia hawa wana, wanaona ah, wananchi hata kama tukiwapuuza, tusingoja tufuate fedha No, lakini si kweli. Kwa nchi za wenzetu wana wasanii wanapata fedha nyingi sana kupitia wananchi. Wananchi ndio wenye nguvu, ndio ambao wanasikiliza muziki, ndio ambao wanakuja kwenye show. Kwa hiyo nadhani twende sawa sawa, na wasanii wajitafakari, waombe radhi, na wananchi pia wana kila sababu ya kusapoti kazi za muziki uh, wa Tanzania eh, kwa sababu hata ukiangalia muziki wetu pia bado ni mchanga, na hakuna sababu ya kuvuruga. Na kuna msemo unasema, vita ya panzi, furaha ya kunguru sisi hiyo ni mbaya kwa kwa sababu uh, tutakuwa tunagombana wakati wenzetu kama Nigeria na nchi uh, zingine za West Africa wanaenda kupush kazi zao eh, na ufanikio zaidi hata kwenye movie zao ambao tayari mpaka sasa hivi wameshapita, lakini tulikuwa tunaenda kwenye direction nzuri. Sasa tukianza tena maswala ya uh, turudi nyuma tuanze kuwekeana vikwazo, na nadhani sio sawa, atuende nzuri, inabidi wasanii wakae kujadili, kujitafakari, kujitathmini sema uh, mashabiki wa burudani hizi na sanaa kwa kwa ujumla kwa sababu tusifanya hivyo sanaa yetu inaenda kupoteza na itakuwa sio sawa. Tumefanya kazi kubwa sana kuleta hapa ilipo, eh, artists wamefanya kazi kubwa sana eh, Morogoro Fande Sele wasanii wengi kibao wengi, wengi sana kufikisha wameangaika kufikisha eh, hapa tulipo, hata sanaa pia wakina eh, Kanumba marehemu wakina wakinaekigsi, watu wengi sana wameangaika kufikisha sanaa yetu ya bongo hapa ilipo. Hivyo tusipelekee eh, kuvuruga na kujaribia wenyewe tubaki tu kama wacheza mpira, kwa sababu wacheza mpira hawakuwa upande wote aukatikati. Lakini Burlanda, That's my take kwenye show hii ya leo na episode hii. Uh, naamini uh, wasanii nao watakuwa wamejifunza kitu uh, na tutaenda mbele ili kuweza kutengeneza nchi moja na sanaa pia isianguke. Hii ni Bongo mia tatu sitini na tano. Sisaa kusubscribe, like na comment. I'll catch you on the next one.